Tanzania inaendelea kuandika rekodi ya kuongeza makusanyo kupitia mamlaka ya kodi hapa nchini TRA, kila mwezi kwa sasa wastani wa makusanyo umefikia trilioni mbili kwa mwezi. Lakini wakati mambo hayo yakiendelea kuonekana na nyooka, inaibuka kauli mpya inayoonyesha kwamba bado kuna kazi ya kufanyika ili kuongeza wigo wa walipa kodi. Hii inatokana na kauli ya Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mpango hii leo Dar es Salaam, akiwa katika mkutano wa wadau wa walipakodi ambako ameueleza umma kumekuwa kuna anguko la takriban walipakodi milioni moja laki moja na elfu hamsini na nne hivi mia tano themanini na tisa. Hii ni kulingana na idadi ambayo ilishafikiwa ya kuwa na walipa kodi milioni tatu laki tatu thelathini na sita mia saba thelathini na saba, lakini idadi hiyo kwa sasa imeshuka hadi kufikia walipa kodi milioni mbili laki moja themanini na mbili mia moja arobaini na sita. Kulikoni hali imekuwa hivyo katika taifa ambalo lina zaidi ya watu milioni 60, lakini bado ile wigo wa lipa kodi wanatajwa kuwa ni katikati hapo ya milioni mbili na ushee peke yake. Hilo ndilo ambalo limetuleta mezani hapa kwenye uchanganuzi, kuangalia ni kwa namna gani basi tunaweza tukajinasua na hali hiyo na hatimaye kuongeza huo wigo wa lipa kodi na nchi kuendelea kuvuna kile ambacho wanastahili. Minaitwa Nordin Selemani, studio tunaye hapa Rais wa Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo TCCIA Vincent Minja. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Asante sana. Mambo yanasemaje? Mm. Eh, tunashukuru. Mm. Eh, tunashukuru. Tulikuwa kwenye kongamano. Hii kauli ya <coughs> uh, makamu wa Rais ili kushtua hapana. mm -hmm. Kwa sababu tunafahamu. Mm. Eh, tunafahamu, hizo figure, tunafahamu kwamba figa za zamani za walipa kodi tulikuwa tumeshavuka milioni tatu. mm -hmm. Lakini tunazungumza hizo elfu mbili na ishirini na moja e, tulikuwa tuko araundi yeah, milioni tatu plus kama unavyosema milioni tatu yeah. Lakista lakini baada ya mh, hali halisi ya mazingira ya biashara kipindi kile pamoja na Covid mm. ambayo ilipiga dunia nzima watu wengi walitolewa kwenye biashara okay. E, wengi sana toka kwenye biashara, na hapo katikati kidogo kuna mazingira ambayo yaliwafanya watu <coughs> tumesema wamejivunjavunja, najua <coughs> <coughs> kuna kujivunjavunja. <coughs> Sasa e, kuna watu kweli walitolewa kwenye Covid na mazingira mengine ya biashara ambayo alikuwepo hapo nyuma mm. Lakini changamoto nyingine ambayo ninaweza nikasema ambayo imepunguza namba ya watu ni ile kuruhusu holela wafanyaji wa biashara, mm. E, kama wanavyojua wafanyabiashara wakitumia lupulu wanatumia, Okay. Wakipata wanaitumia, mm -hmm. Kwa hiyo <coughs> kama wanavyojua e, hasa biashara za Kariakoo zilivyokuwa, mm. Kuna watu walikuwa na maduka na maduka, aidha zimeanguka zile biashara, lakini kuna wengine hazijaanguka zile biashara, lakini badala yake wameamua kuzivunjavunja. Hmm. Yaani ulikuwa na duka kubwa umeamua kufungua viduka vidogo. Si nakumbuka kipindi fulani tulikuwa tunaruhusu kwamba ukiwa na kiduka ambacho hakizidi si mtaji wa milioni nne eh, unakuwa unalipa kile amho so, e, e, cha, cha, cha, nani, cha machinga hmm. Kwa hiyo ile loophole li baadhi ya watu walitumia vibaya. Kwa hiyo kuna watu wame declare kwamba wamefunga biashara, lakini wa, wanaingia kwenye tunasema mfumo ambayo sekta ambayo sio rasmi Hmm. Lakini wako wanafanya biashara. hmm. E, hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tunao sasa hivi. Yes, na umesema kwamba sio kitu cha cha kushtua kulingana na sababu ambazo zilitokea yeah. Lakini watu zaidi ya uh, walipa kodi milioni moja laki moja na elfu hamsini na nne mia tano themanini na tisa yeah, katika kipindi cha takriban miaka minne tu kutoweka ni jambo ambalo ziaifikirishe si? Zaidi ni jambo kubwa sana na utashangaa. Sasa hivi unaweza kuniuliza swali, kwa nini hata malengo yanafikiwa? mm. na tunavuka malengo na jioni hii tu kamishna alikuwa na nafasi hapo, ametoa maelezo ambayo nami nimeelewa kwamba katika wigo wa kodi kuna horizontal na vertical mm. eh, horizontal eh, ni ile tunaosema tuongeze walipa kodi wa wengi Okay. E, yani tutafuta wale watu ambao hawajaingia kwenye system ya kodi unaingiza kwenye system ya kodi, unapata walipa kodi wengi. Kwa kama ulikuwa na milioni mbili eh, sasa hivi John mm. hii amesema mchana huu ni, ni 2.4. Okay. E, figures hapo mwanzo zilikuwa zile 2.1. mm. Lakini asema, current mpaka mchana ni kama 2.4 something. Lakini ukiangalia, kwa nini malengo anafikia? Kwa sababu mlipa mm. kodi yule mlipa kodi yule ambaye alikuwepo anakuwa na comply mm -hmm. yani analipa, tano, analipa kwa hiari. Kwa hiyo alikuwa analipa milioni tano anaenda analipa milioni kumi kwa hiyo unakuta malengo anafikiwa, lakini mlipa kodi ni yule yule, yule. Mm -hmm. ambayo ilikuwepo. Sasa changamoto ambayo tulikuwa nayo kwa kweli ni watu wanatoka kwenye registration ya kutolipa kodi wanaenda wanakuwa wanafanya biashara ambazo sio rasmi zile zile mm -hmm. lakini wanazifanya kwa udogo au wanawapa watu Unajua mm, unaweza kuwa na store nyumbani, alafu na meza zako mahala una vijana wamewaweka, wanauza, hawatoe risiti, hawatoe nini na huko recorded sehemu yote ile kwamba hu ni mfanyabiashara. Ndio biashara ambayo inaendelea sasa hivi. Kwa hiyo sio kwamba hao watu wamefilisika, wako nyumbani, wamerudi vijijini, hapana. Hao watu hapa hapa mjini na maeneo yale yale ila wamevunja maduka makubwa biashara wame kubwa wamerudi kwenye viduka vidogo vidogo, au meza mizigo wanaweka nyumbani au kwenye store, alafu wanawapa watu wanawauzia. Mm, ndio kinachoendelea sasa hivi okay. Na watu wengi wanafikiri kwamba <coughs> ukisema kwamba tunawalipa kodi labda sasa hivi tunasema milioni mbili si na laki nne, mm, wanaweza kafikiri kwamba ni watu wanaohesabu nurudini sio? Yeah. Minja, nani, nani, milioni hivyo, yeah. Mimi kama mii mwenyewe hapa nina kampuni zaidi ya saba okay. mm. kama kampuni mmm ndani ndani zaidi ya ishirini sasa mm. tukizungumza milioni mbili na laki nne, na zungumza walipa walipa kodi tu labda laki tano, kwa sababu mtu mmoja anaweza kuwa na biashara kumi. Baadhi ya makampuni makubwa anaweza mm. hey, kuwa na biashara kumi kumi na tano tini tofauti hizo TV hii, TV hii, kila moja na tini yake. Mm. Eh, kila moja ina, ina, ina, ina tini yeah, yake biashara ya boti yake, si biashara si ya vyakula, tini yake biashara ya vinywaji. Kwa hiyo mfanyabiashara huyu mmoja anaweza kuwa na tini 20 kwa hiyo usifikiri kwamba tunaposema ni wafanya nani, tuna tuna registered traders milioni mbili na laki nne, ukafikiri ni wa Tanzania milioni mbili na laki nne unafanya biashara, sio kweli. Unaweza kukuta ni watu laki sita like, tu laki tano like, Mm -hmm. Ukiwajumuisha sasa, kwa sababu kama huni, hebu tuwapange hapa mmoja na biashara kumi ishirini unaona? Kwa hiyo kimsingi ki yaani, mzigo ambao walipa kodi wa Tanzania ambao wako registered wanaobeba ni mkubwa sana, mm -hmm. Ndio maana malalamiko hayatakaa yaishi hayatakaa okay, yaishi kwa sababu watu wengi wako kwenye nje ya mfumo wa kulipa kodi kwa kweli. Huo ndio kweli, mm -hmm. Kwa wale ambao tu kwenye kulipa kodi ni wachache na tunaumia sana kwa sababu TRA lazima ifikishe malengo yake. Okay, yeah. E, na pale kwenye mkutano leo tumeambiwa kwamba watu ambao wamekuwa registered kwenye VAT, hawazidi hapo 50 nchi nzima. Can you just imagine? Hasa watabeba vipi nchi yote? mm -hmm. Haitawezekana, na haya malalamiko ambayo tunalalamika kama fanya biashara haiwezi kuisha kwa sababu gani? Wanakuja kule kule, yani. mm -hmm. E, wanakuja hapa pale pale, pale tu watakuja hapa hapa, tu, hapa Azam Nono kwa sababu sasa ndio huko hapa hao wengine wote walioko hapo nje hapo. Wow. Hawalipi kodi. Mm. Wanafanya biashara, wanapata kipato lakini hawalipi kodi. Mm. Kwa hiyo sasa hiyo ni ndio changamoto kubwa ambayo tuliokuwa nayo, na na, na, na shukuru kwamba makamu wa rais mwenyewe amezungumza na viongozi wote wakiwepo na tuliokuwepo na sisi wa private sector. Tumeangalia pale jinsi hali ilivyo. Ni ukweli kabisa, tumelemewa sisi wachache ambao tunalipa kodi kwa sababu watu wengi wametoka kwenye mfumo wa kulipa kodi na watu wengi wana, wana, wana create kwamba mm. Vile hawafanyi biashara lakini biashara wanafanya mm. E, hasa kwenye miji mikubwa hii okay. Ina changamoto kubwa sana mm. Na sijui nikiambiwa, ningeambiwa ni mimi niseme tuchukua hatua gani? mm. Mm. Mi ningesema tu tuchukue maamuzi magumu yep, yeah. E, maamuzi magumu tu ni kwamba sheria itungwe kwenye bajeti hii ya sasa hivi ya kwamba hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kufanya biashara bila kusajili yoyote yule, wewe ni mama ntilie, unauza karanga, unauza chai, unauza nini, lazima usajiliwe. Ishu unaokuwepo kodi, unatakiwa ulipe kutokana na uwezo wako mm. kama mm. ni wa kumi lipa kumi, wa mia alipe mia, mia wa bilioni alipe bilioni mm. hakuna sababu ya kumchaji mtu kodi kubwa, si ndivyo? wakati hana uwezo nao haitawezekana. mm. mm. ni kwamba tu kodi ziwe fea lakini kila Mtanzania anayefanya shughuli yoyote ya biashara ni lazima awe amejirejista. Tutafute leseni za hawa watu wadogo wadogo, hata kama wengine wanalipa leseni laki mbili au laki moja Kama atalipa leseni hata kama ni shilingi elfu tano, lakini atambuliwe mm -hmm. kama ni kodi kwa mwaka atalipa shilingi elfu hamsini kwa mwaka mzima, lakini atambuliwe yeah, na anafanya shughuli wapi huwezi yeah. kumrejista mtu asiyekuwa na sehemu ya kufanya shughuli, haiwezekani. n yani, mimi nimetoka nyumbani kwangu nakuja <laughs> hapa Azam, mm. Nasema mi nafanya biashara ya TV hapa, sio sehemu yangu, silipi kodi silipi nini, inawezekana kweli? Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hivyo hivyo na mtu mwingine <clears throat> hawezi kwenda posta kwa mtu ambaye anamiliki jengo mm. la mabilioni ya hela, amekopa hela benki, amejenga frame pale, kuna watu wapo amewakodishia ili watu nao wauze wapate income, nao wamlipe, na kule kuna kodi ziko mle ndani. hmm. Kuna withholding taxi ya, ya, nani, ya rento ya 10 pecenti. Kuna stempu jute pasenti ambayo ule mtu analipa ana, analipa oh, hizi fee za OSHA yeah, za fire nakaguliwa, mm -hmm. mm -hmm. na taasisi nyingine mbalimbali mbali ambazo zinamkagua analipa stamp duty, analipa pay as well, analipa eh, nini eh, service levy mm -hmm. na, na vitu vingine kama hivyo vyote analipa, alafu mwenzake aje pale mbele afanye biashara free. Hao watu wanashindana vipi? na mimi kesho nafunga duka na mimi naingia barabarani ndicho kilichotokea hicho. kwa hiyo ni moja sababu ambayo imetufanya tu sana tupotee. yes. Tutarudi hapo uh, Minja. mm. Kwanza tumsikilize uh, makamu wa rais dr. Philip Isidori Mpango pamoja na wadau wengine ambao walikuwepo kwenye mkutano huu leo, ambao pia uh, Minja alikuwa ni miongoni mwa washiriki kwenye mkutano huo muhimu kabisa wa wadau wa kodi. Mfano, idadi ya walipa kodi hai waliosajiliwa badala ya kuongezeka imeshuka kutoka milioni tatu, laki tatu, elfu thelathini na sita, mia saba sabini na saba, mwaka elfu mbili, ishirini na moja, ishirini na mbili, hadi milioni mbili laki moja, elfu themanini na mbili, mia moja arobaini na sita mwaka elfu mbili, ishirini na nne, ishirini na tano. Lakini vile lakini vilevile jambo la pili, hakuna usawa katika utoaji wa vivutio vya uwekezaji japo sheria mpya ya uwekezaji ya mwaka 2022 inatoa mwongozo mzuri. Lakini jambo la tatu, mifumo yetu ya fedha siyo rafiki kwa wawekezaji wadogo na wa kati, pamoja na uwepo wa riba kubwa na masharti magumu ya dhamana yanaonyesha hitaji kubwa la kufanya maboresho ya sera, sheria, kanuni na taratibu za uwekezaji na biashara ili kufikia viwango stahili vya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Jumla ya miradi 901 ilisajiliwa kupitia kituo cha uwekezaji cha TIC. Kati ya miradi hiyo, miradi 321 ilikuwa ya Watanzania, ambao ni sawa na asilimia 35.63 Miradi 176 ilikuwa ya ubia kati ya Watanzania na wageni, yaani asilimia 19 nukta tano tatu, na miradi mia nne na nne ilikuwa ya wawekezaji kutoka nje ambao ni sawa na asilimia 44 nukta nane nne. Tukiweza kuondoa hizi, hizi changamoto au hizi kero za hizi taasisi kuanza kudai tozo kabla mtu hajakuwa na tukaweza kuwaelimisha uh, wafanyabiashara wa, wa namna ya kurasimisha na faida zilizoko kwenye kurasimisha. mtu wakati mwingine amesaprai e, mzigo ameenda kukopa hela benki, alafu hajalipwa, serikali nakuja kutoa VAT inakuwa changa ni changamoto kweli kweli. Asasa za kiraia sisi hatuna tofauti na serikali, ni mkono mwingine wa serikali. Serikali inatoa elimu shule na sisi tunatoa elimu. Sasa kwa nini sisi tuonekane kama ni wadau ambao tunatakiwa kulipa kodi? Tukiweka mazingira mazuri ya asasa za kiraia kwenye kodi, tutaongeza wigo wa rasilimali zinazotoka nje kuja kuingia kwenye mzunguko wetu wa kiuchumi. Naam, ni wadau ambao walikuwepo katika mkutano huo E, wadau wa walipa wa kodi ambao wamefanyika hapa Dar es Salaam na kuna nukta kadhaa pia tumezisikia. Moja ya jambo ambayo analisema makamu wa rais anagusa hata mfumo wa fedha ikiwemo mikopo anasema nao uh, pia ni tatizo akigusia hiyo sera nayo lazima itupiwe macho. Je, ndo mnaishi huko? Wapi ambako mnaona kuna shida ambayo lazima ifanyiwe kazi kwa haraka sana ili huo uh, uwanja wenyewe wa biashara uendelee kuwa mzuri na wakuvutia zaidi wawekezaji na wafanyabiashara. Kwanza jambo ambalo ni kubwa sana ambalo natusumbua sasa hivi kwamba kuna vijana wengi ambao wanataka kuingia kwenye shughuli za biashara lakini hawana mitaji mm -hmm. start -up. hawa start -up wakopesheki kwa mfumo wetu ambao Mheshimiwa makamu wa rais akiwa naongelea mm -hmm. Startup akopesheke. Hata mimi sasa hivi ambaye ninafanya biashara labda miaka ishirini na saba nikianzia kampuni mpya, nikienda benki anakata kunikopesha, ananiambia nitakukopesha kwenye kampuni ile kubwa eh, kwa sababu <laughs> hii taratibu zetu hatuwezi kukopesha. Kwa hiyo eh, inabidi kampuni kubwa ikope, afu ipeleke huku mm. Na hapo kuna implication ya tax implication. Ndio ambacho umekina hata jana kama kuna hukumu imetolewa na mahakama rufani ya kuhusu Vodacom. Mm-hmm. Kwamba kuna makampuni yake mengine Vodacom ambayo yanakopeshana ndani kwa ndani, kwa hiyo sasa ameambiwa alipe hiyo bilioni 1.4. Mm-hmm. Eh, yani kama chaji kwamba wao mnakopeshana huyu na huyu. Kwa hiyo ina tax implication yake. Kwa hiyo ninachozungumza kwamba vijana wakopeshei kwa sababu mifumo yetu ya kukopesha inasema kwamba lazima una, una, una security mm. ya kuweka. ya kuweka, kama huna nyumba huna kitu ambacho mishiki, uwe, kijana Neka maiza chuto. Kwa hiyo <laughs> automatically unatoka kwenye nje ya mfumo, hawezi kuingia kwenye, kwenye mfumo rasmi, rahisi sana kukopa. Eh, sio rahisi kukopa alafu interest iko juu. Eh, ndo hizo kuanzia 15, 16 mpaka 20. Sasa Eh, kwenye hali yetu hii ya biashara ambayo purchasing power yetu sio kubwa sana, turnover sio kubwa sana, utazungusha mara ngapi? mm -hmm. Unaweza ukashangaa na kama unafanya biashara na taasisi za umma ambazo zinachelewa kulipa, kama umeona, kuna mtazamaji mmoja alikuwa anazungumzia hapa sasa hivi eh, automatically unajikuta kwamba upati faida sivyo? Kama upati faida, manake hata wewe unakuwa huna interest sana kufanya biashara kwa sababu upati faida mm hiyo -hmm. Eh, kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana hapo kwenye mfumo wetu, hasa huu mmoja ambao tunategemea kupata hela kutoka kwenye mifumo ya kibenki. Ni mgumu kwa sababu interest rate ni, ni, ni, ni, ni, ni kubwa okay, na ukopeshaji wake unakuwa ni mzito, huwezi kwenda tu ukakopeshwa kirahisi, unaona. Na sisi tuna recommend kama private sector kwamba tuna mfumo mwingine wa equity, ule ambao mnachanga hela kama ni madirekta mna invest eh. Equity hii ni hii, finance ya benki tunaita debt mm. Unakopa hela benki, unafanya biashara, unalipa interest ya benki na principal, afu baadaye ukimaliza biashara baki ni ya kwako. Lakini kuna ile ambayo mnaanzia makampuni ambayo ni PLC, sina makampuni mm, haya ambayo <coughs> tunasema ni makampuni ambayo na issue share sasa, vya share issue share, watu wanapata mtaji, kama mfumo wetu wa capital market yetu mm, pamoja na Dar es Salaam Stock Exchange mm. Ukiangalia hali halisi ya mahitaji ya, ya, ya Watanzania tulikuwa nao sasa hivi, ukatengeneza vifurushi au laini za, za, za, za kuwasaidia kuwaunganisha watu sivyo, ambao wana common interest na wakawa na sheria ya kuwasimamia wakiweka mitaji, ni rahisi sana watu kujumuika na kuweka mitaji na kuwa na mtaji ambao wanaweza kufanya. Hata sisi wafanyabiashara ambao ni wakati tunasema. Tukitaka hata kufanya biashara ya bilioni 50 ngapi, um, tunaweza kufanya lakini, ni nani anaye coordinate? Mm. Eh, ukisema uende kwenye Dar es Salaam Stock Exchange kuna masharti yapo yes. Eh, ile prospectus ni kitu ambacho kinahitaji hela nyingi, ma consultancy manina vitu kama hivyo paka uweze kuingia kwenye ile line, kwa hiyo sisi tunafikiri kwamba njia pekee sasa hivi ni sisi wenyewe wa Tanzania kujipanga, tukae kwenye magrupu ambayo ina common interest alafu tuangalie jinsi ya kuanzisha hasa ile miradi ya kimkakati okay. Na serikali itoe guarantee <coughs> mm. Mfano tunaweza kusema mfano tuna changamoto sasa hivi kwamba tunapeleka pamba yetu ghafi nje ya nchi. Kuna baadhi ya jineri hapa zinatengeneza koton yani, hizi nyuzi mm. Lakini zile nyuzi ukiangalia na wale wazalishaji wana hasa wanaenda kwenye soko la Goa. Wanakuambia za zinazalishwa hapa hazina quality ya kutengeneza nguo za kupeleka Marekani. Okay. Kwa hiyo wana bidi waagize cotton yani kutoka India mm. Lakini hiyo pamba imetoka Tanzania, imeenda India, imeingizwa kwenye jineri, imetengenezwa hizo nyuzi, zinarushwa tena hapa, zinauzwa zi high quality unatengeneza hivi sinaonekana, kuna gap hapo tayari ya yeah. na mashine na, na mitambo ya kutengeneza nyuzi zenye quality ambazo zinaweza zikauzwa kwenye soko letu na zikaingia kwenye kuzalisha nguo yeah. Kwa nini tusitengeneze mfumo wa Mtanzania wenyewe kujua kwamba ni kiasi gani kinahitajika, mashine gani ambazo zinahitajika, tuseme kuanzia mwaka fulani tunaanzisha labda viwanda vikubwa vitatu au vinne vya kuvia nyuzi hizi hapa ili tuweze kuondoa kupeleka pamba nje ya nchi nyuzi zitengenezwe hapa, ziuzwe kwa, kwa makampuni ambayo yanatengeneza yana nguo ambazo zinaenda nje ya nchi tum soko la kuna shida gani sisi tunaweza kuingia vivyo kwenye soko la Ulaya na Marekani ni strategy ambayo tunataka zifanyike kwa hiyo mm. ni vitu vya kuamua na ni vitu ambavyo vinawezekana okay. e, kabisa mm. Mm. Mm. minja nyie ni wadau muhimu sana kwenye ili eneo na kudhihirisha hilo maana yake leo mlikuwepo kwenye huo mkutano wenyewe wa makamu wa rais kwa uzoefu ambao unao na nafasi ambayo umeshikilia. Unaamini mambo gani yakifanyika kwa haraka, naweza akarejesha tena mvuto kwa hao walipa kodi ambao e, wameporochoka na kwenda huko kujivunjavunja na hatimaye kufanya maisha mengine, ili pia sasa kama nchi tuongeze hiyo idadi ya wigo wa walipa kodi, na yawezekana pia ikawa ni ahueni kwa wengine kwa sababu kama idadi itakuwa ni kubwa, hata serikali yenyewe inaweza ikaanza kushushashusha viwango kwenye maeneo mengineyo. Kitu cha kwanza kabisa, kwanza tusiwaoga mm. Sababu sasa hivi kuambia serikali nifanye nini kiwasema, tutakosa kodi, itakuwa hivi. Hapana mm. Kodi ipo, kodi zipo, na tuna uwezo hata kudabu tunachokusanya sasa hivi okay. Kabisa bila shida yoyote. Sisi ambao tuko tuna play kwenye biashara zaidi, zaidi ya miaka 27 tunajua kodi ipo, ni uoga tu ambao upo. Kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kifanyike, kwanza tupunguze gharama za kurasimisha biashara okay. Ustaki mtu aingie, afu mwambie alipe mtaji wake wote alipe <laughs> kwenye kodi, hakuna mtu ataingia. Sababu wafanya biashara wanaambiana, mimi nimeingia nimefirisika hmm. mimi nimeingia nimefirisika. Kuna faida za mtu kurasimisha biashara lakini hasara zikiwa kubwa kuliko faida hawezi kuingia mm. Lazima tu, tu, tuweke confidence okay. Tuondoe gharama za urasimishaji wa biashara, na wakishaingia kurasimisha tuwakuze yn yani tuwa, n yani iwe ni incubation yaani mm. Tuwasaidie kwanza waimarike. Tusitaki kupata kodi siku ya kwanza, haitawezekana. Hata ng'ombe ukimnunua simpaka apandwe apate mimba aje kuzaa hv mm. Sasa unataka ya kwanza umemnua tu ngombe sinevu, mm. jike. hata hajapata mimba. Hiyo kitu cha kwanza tupunguze gharama za urasimishaji wa biashara kwa kutumia sheria za nchi okay. ndivyo na cha pili katika bajeti hii ambayo sasa Mheshimiwa Waziri wa ta take risk tutunge sheria ndivyo ya kutuambia kabisa kwamba ni lazima kila mtu anayefanya shughuli za biashara ni lazima awe rasmi kwenye nchi yetu, wakati huo tumepunguza gharama za kurasimisha biashara mm. sindio mm. tunaweza kutoa kabisa kama uh, special incentive ili watu waingie, sindio mm. watu wakishaingia tunasema hakuna mtu mwingine atafanya biashara bila kuwa na leseni, bila kuwa na tini, bila kuwa na premises ambayo iko registered kwa ajili ya ufanyiwe biashara okay. Sindio mm. watu wote wafate huo mfumo, kwa sababu changamoto kubwa sana ambayo dini, wewe, uko hapo Nurdin, ni hivi wewe uko laba sekari yako au mwengi au wapi? Sindio mm. unafanya biashara unalipa kodi sawa, no. na huko VAT registered pembeni yako mtu anafanya biashara hiyo hiyo halipi kodi, haiko registered completely, haiko kwenye mfumo wa TRA. Mnashindana vipi? Manake wewe ambao unafanya biashara ambao ni halali kabisa na unalipa kodi zote za serikali, sivyo? mm-hmm. Unakufa yule, asio asiokuwa rasmi ndo anabaki, ndio kichotokea hivi sasa. Sasa tumeenda wasio wasiokuwa rasmi wanataka wamezidi, of course, kwa sababu tulikuwa tunaongea hapo na kamishna alikuwa anasema roughly tu kuna watu zaidi ya milioni hata 30 ambao wanafanya shughuli za biashara mm. au shughuli za za kiuchumi. mm. Si ndivyo? mm. Tungetegemea sisi angalau tuna milioni kumi na tano au milioni kumi na nane ambayo kwenye mfumo wa TRA. Badala yake tuna milioni mbili na laki ngapi sijui. Ni ndogo mno. Mm. Ni ndogo mno. Na kama mnakuambia hao oh, milioni mbili si makampuni milioni mbili kwa sababu kuna watu wengine madirekta hao hao wawili watatu ao kwenye makampuni saba nane Mm. Kwa hiyo ukiwapanga hapa hawa watu utakuta ni watu laki tano tu ndio wanaoendesha nchi. Sasa wengine wanafanya shughuli gani? Kwa hiyo, okay, mimi ninachodhani kwamba mm, ni kwamba serikali iamue na kuwe na political will. Okay. Kwa sababu hata makamu wa rais mwenyewe ameliona mm, nafikiri hata mheshimiwa rais anajua kwa sababu baadhi ha mambo amezungumza sana kwenye baraza la biashara kama umemfuatilia kuhusu hizo hizo takwimu hizo. Yeah. Kwa hiyo hata mheshimiwa rais analijua vizuri sana hili. Tupate political will mm, na sisi kama private sector. Tuko tayari kuhamasisha okay, na kuambia watu muhimu. Sisi wenyewe kama TCCA, Chamber of Commerce tuna MOU tumesaini mm. mwaka jana tarehe tano Desemba na TRA kwa ajili ya kutoa elimu kwa lipa kodi mm. sisi tuko tayari kuelimisha watu kuhatarisha watu wajiandae, na muhimu wake ni nini, na kwa nchi yetu nchi yetu lazima tuendeshe sisi wenyewe, hakuna mtu mwingine akutuendeshea mm. nchi yetu kama unavyoona sasa hivi, mara wanatoa hivi, ile USAID mara wanatoa hizo dawa za HIV, tunaendesha vipi nchi yetu? Lazima tuendeshe wenyewe nchi yetu, na tuna uwezo wa kuendesha, wala hamna shida. Yote ile issue ni kuamua maamuzi magumu magumu magumu. Maneno kwake Vincent Minja, rais wa chemba ya biashara viwanda na kilimo hapa nchini TCCIA, ambaye leo amekuwa ni miongoni wa wale wadau wa kodi ambao walikutana Dar es Salaam na Makamu wa Rais uh, Dr. Philip Isdori Mpango, pamoja na mambo mengine, wakiopo pia TRA wameangalia ni kwa namna gani uh, kumekuwa kuna anguko la wigo walipa kodi na namna ya kupiga hatua sasa kwenda mbele ili kama nchi iweze kusonga mbele kupitia mapato yake. Nikushukuru sana mimi. Asante sana na kwa nukta hiyo ndiyo tunafikia tamati, mimi naitwa Nurdin Selemani, kutakie tu usiku mwema na kila laheri kwako.